Sound of People TV, sema usikike, tazungumzia kuhusu afya mahusiano na maisha wetu. Watazamaji wa channel ya Sound of People, karibuni tena katika channel yetu, na leo tupo hapa nikiwa na mwenzangu Rimo. Mimi naitwa Fairboy TZ. Kwa hiyo tutakwenda kuzungumzia baadhi ya vitu au update ambazo tutakuwa tunaziweka katika channel yetu hii. Kwa leo tumekuja kuintroduce vipindi vyetu ambavyo vitakuwa vinapatikana katika channel hii, na tutakuwa na vipindi viwili katika wiki. Kipindi cha kwanza kitafanyika siku ya Jumapili, ambayo kipindi hiki itazungumzia masuala ya afya ya maisha na mahusiano, na kipindi hiki tumeipa jina la nuru ya maisha na kipindi ambacho tutakuwa tunafanya siku ya Alhamisi, tutakuja kuwapa jina la kipindi hicho katika nafasi au katika kipindi kinachokuja tutawapa jina halisi ya kipindi hicho tutaitaje. Lakini kipindi cha leo tutaita nuru ya maisha. Katika kipindi hicho cha leo tutakwenda kuzungumzia aa, mahusiano na katika mahusiano tutazungumzia nini? Tutazungumzia afya ya mahusiano. Karibuni sana na kama ni mara yako ya kwanza kuingia katika channel hii, hakikisha una subscribe katika channel hii, bonyeza alama ya kengele ili kuweza kupata update mbalimbali ambazo mbali tutakuwa tunaziweka katika channel hii. Asante na karibu, twende pamoja. Kwa hiyo tutakwenda sasa kuanza kipindi chetu rasmi kabisa, tutakwenda kuzungumzia mahusiano ambapo tutazungumzia afya ya mahusiano, na najua wengi hapa tayari mpo katika mahusiano. Hata wale ambao hawapo katika mahusiano, basi watapaswa kujifunza kuhusu mahusiano, afya ya mahusiano. Kwayo nipo na mwenzangu Rimo hapa, ambapo yeye atakwenda kuuliza baadhi ya vitu ambavyo watu wanapaswa kuyafahamu katika afya ya mahusiano. Nipo, Kari... a, kwa leo bwana, nipo na mtaalamu kiufupi, nipo na mtaalamu ndio wa afya na mahusiano. Kwa kweli naomba tupate chakula kitamu, hiki ni chakula kitamu ya yeah. Ningependa kumuuliza maswali kuhusiana na hiki kipindi. Uh, ikiwa ndugu watazamaji, pia tutaomba komenti zenu, tutaomba pia yeyote atakayekiona hiki kipindi aweze kutafakari, yeah. Aweze kufuatilia kwa sababu ni muhimu sana kwa afya zetu, okay. Uh, ndugu mtangazaji afya na mahusiano ni, ni ipi aswa? Tujue, nataka tujue bana. Katika afya ya mahusiano Deo, kuna vitu viwili ambavyo ni muhimu kila mmoja aweze kufahamu. Kuna mahusiano yenye afya alafu kuna mahusiano yasiyokuwa na afya, nadhani unanielewa mpaka hapo. Mahusiano yenye afya na mahusiano yasiyokuwa kuwa na afya, twende okay. mm. hapo hapo kwenye mahusiano yenye afya Uh, mahusiano yenye afya ni mahusiano ambayo kila mmoja katika mahusiano anapata kila anachokihitaji sawa. Kwa nitakwenda kueleza mahusiano yenye afya sawa. Mahusiano yenye afya yako hivi kama wewe na mpenzi wako jambo, mna vitu ambavyo mnapaswa kufanya katika mahusiano yenu. Ja, jambo muhimu kabisa kwanza ni heshima, heshima mahusiano yenye afya yanakuwa na heshima, ndio. Mahusiano yenye afya yanakuwa na nidhamu, ndio. Nikizungumzia heshima na nidhamu, ni vitu viwili tofauti. ni vitu viwili tofauti. Unaweza ukawa na nidhamu alafu usiwe na heshima ya yeah. lakini pia unaweza ukawa na heshima lakini ukakosa nidhamu. Kwa hiyo katika mahusiano yenye afya, kitu cha kwanza ni nidhamu, kitu cha pili ni heshima, ndio. Na kitu kingine ni utii. Ndiyo, uti. Sasa nitakwenda kufafanua vizuri hivi vitu kwa katika mahusiano yenye afya kama wewe na mpenzi wako sawa. Okay, heshima ni ipi? Heshima ni ile kujali, kumjali mwenza wako kila anachokitaka lazima utakijali, au pale anapokushauri ni lazima usikilize ushauri wake na uufanyie kazi ushauri. Sio lazima kuuchukua, lakini ni lazima kuusikiliza Sababu kwa sababu mpo katika mahusiano. Kwa hiyo pale anapokushauri jambo ni lazima wewe umsikilize ushauri wake, na kama ukiona ushauri ule unafaa basi utapaswa kuuchukua na kuufanyia kazi, lakini kama utaona ushauri huu haufai basi unauweka pembeni. Na mahusiano yenye ya afya yako hivi, kwa mfano tukiwashumu na mpenzi wako, aidha mko karibu au mko mbali, mbali, anaweza akawa mkoa mwingine na wewe unaweza ukawa mkoa mwingine au mnaweza mkawa mpo sehemu moja moja nyumba moja. Katika afya yenye mahusiano kuna ile kuwasiliana mara kwa mara, asubuhi lazima umjulie mtu wako hali, umtumie message, hata kama uko sehemu moja lazima umtumie message au lazima mwasiliane mara kwa mara. Sawa kati yenu wawili, kati yenu wawili katika nini, mahusiano yenye afya ni lazima uwasiliane mara kwa mara na mtu wako ili kujenga uhusiano wenu uwe na nguvu zaidi sa, na sa. Uwe na heshima. Na kitu kingine ni kwamba aa, ile kitendo cha kumuuliza mpenzi wako umekula nini. Hivi vitu ni vitu ambavyo mtu unaweza ukabidharau, lakini ni vitu ambavyo vinajenga afya katika mahusiano yako, kumuuliza mtu wako umekula umeshiba, unaendeleaje sasa hivi hata kama ni mko sehemu moja, lakini kumuuliza vitu kama hivyo, kuna kunamjengea yeye nguvu ndani yake, na mahusiano yenu yanakuwa na afya. Lakini uh, watu wengi wanakuwa na dharau, hawafanyi vitu hivyo. Unaweza ukawa na mtu wako aidha mnakaa sehemu moja au mnakaa mbali, mko mbali, lakini unakuta ile mawasiliano ya mara kwa mara yanakuwa hayapo kati yenu. Unaweza ukakaa mtu akakaa labda siku nzima hajawasiliana na mtu wake, hajamjulia hali, hajui amekula nini, hajui amefanya nini. Okay, na kitu kingine ni ratiba, ratiba. Katika mahusiano yenye afya ni lazima ujue ratiba ya mtu wako yeah. Ehe, hii huwa inasaidia sana, hata kama kuna tatizo lolote litamkuta, itakuwa rahisi wewe kujua kwamba saizi amekutwa na tatizo hili kwa nini, au amekutwa na tatizo hili akiwa sehemu gani kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu utakapokuwa mm. na ratiba ya mtu wako, eidha uko mbali naye au uko karibu naye, hata mm. kama wewe utakuwa sehemu nyingine, hautakuwa na wasiwasi wasi. kwa sababu gani? Unajua muda huu labda mpenzi wako anatoka na kutumia message, bana mme wangu au mpenzi wangu, mimi sasa hivi naelekea dukani ko mm. katika ratiba yako we tayari unafahamu kwamba huyo sasa hivi yupo dukani ametoka dukani, anakuambia bana, sasa hivi naenda saluni labda kusuka, ndiyo tayari ratiba yake unayo. Ametoka hapo labda anakuambia bana, sasa hivi kuna sehemu naenda labda naenda mjini, ratiba yake unayo. Hata inapotokea tatizo labda kapata ajali au lolote limemkuta huko alipoenda, wewe tayari unajua sehemu gani yupo, tofauti na kwamba haujui ratiba ya mtu wako inakuwa ni ngumu sana hata tatizo linapomtokea wewe kuijua. Unaweza ukaongea naye asubuhi akakwambia yupo nyumbani, halafu wewe hujamfuatilia tena wala ratiba zake hauzijui. Lakini baada ya muda unapigiwa simu, bwana mtu wako yuko kapata ajali huko mjini. Sasa utaanza kushangaa, huko mjini anaendaje? E, asubuhi nimeongea naye huko nyumbani ratiba. Kumbe kuna uhusiano afya. Mm. yana yana, yana vitu vingi, kwa mfano kama mm hivyo ulivyoelezea. -hmm. Ratiba, ratiba ya mpenzi wako ni muhimu sana ujue, tena ndo mm -hmm. kitu cha muhimu, ndio pia sisi wenyewe sasa wenye mahusiano mm -hmm. tuwe na nidhamu na Yeah. heshima. Na uti. Ndugu mtangazaji, nimejifunza pakubwa sana mm -hmm. nafikiri kama wa watazamaji wa, wa hivi leo watakuwa wamegain kitu mm -hmm. Nisiharibu nisi, nisi sana mada, tuendelee mtangazaji. Aa, hapo nadhani katika mahusiano yenye afya tayari tumeshaelewana vitu vya mm -hmm. muhimu vya kuzingatia ili mahusiano yako yawe na afya. Labda sasa ni rudie tu kama muhtasari ili mtu aweze kuelewa vizuri, kwa ili mahusiano yako yawe na afya, utatakiwa uwe na heshima, uwe na nidhamu, ndio. Uwe na utii, lakini pia ujue ratiba ya mpenzi wako, mwasiliane. Mawasiliano ni muhimu sana katika mahusiano yenye afya, sawa. Ili mahusiano yako yawe na afya, ni lazima uwasiliane na mtu wako mara kwa mara. Na kitu kingine sasa ni aina ya pili ya mahusiano, au aina ya pili ya afya ya mahusiano mahusiano ya aina eh, mahusiano, eh, ya pili ni yale yasiyokuwa na afya. Ni mahusiano gani yasiyokuwa na afya? Tutakwenda yeah, kuzungumzia mahusiano hayo ambayo hayana afya ah, mahusiano yasiyokuwa na afya, ndugu watazamaji wa hiki kipindi, katika Sound of People. Kwa hiyo mtaalamu wetu nafikiri mtakuwa mmemsikia kwamba kwenye mahusiano yenye afya na pia tunaruhusu maswali, tunaruhusu maswali muulize, tutakutana nao kwenye comment, tutawajibu kwenye awamu ijayo baadaye. Tunaendelea na kipindi, kwa hiyo tunaendelea na kipindi kujua kwamba mahusiano yasiyokuwa na afya ni mahusiano yapi? Ya, ya mtangazaji, asante. Mahusiano yasiyokuwa na afya ni yapi? Ndiyo, itakwenda kuzungumzia mahusiano hayo yasiyokuwa na afya ni yapi. Mahusiano yasiyokuwa na afya ni mahusiano yaliyokosa, tuseme ni yamekosa rutuba. Kama ni shamba, basi tunasema shamba lile limekosa rutuba, limekosa mbolea, limekosa maji. Kwa hiyo, unategemea zao ambalo umelipanda pale litakuwa hapana, haliwezi kukua. Haliwezi kukua. Haliwezi kukua, na mbolea katika mahusiano ni mawasiliano Maji katika mahusiano ni nidhamu na heshima na utii, kuheshimu kile kitu ambacho ulichonacho, ndio kinachokupa wewe kuvimba, kinachokupa furaha, lazima utaheshimu fura. Kwa hiyo kwa ujumla mahusiano yaliyokosa afya ni mahusiano yasiyokuwa na nidhamu, ni mahusiano yasiyokuwa na heshima, ni mahusiano yaliyokosa utii, ni mahusiano yasiyokuwa na utaratibu ambao wewe na mpenzi wako mmeweka. Hakuna utaratibu wowote katika mahusiano yenu, kila mmoja anafanya kile anachokiamini yeye. na mara nyingi hii huwakuta watu ambao wako mbali. Mahusiano yasiyokuwa ya na afya mara nyingi nawakuta watu wasiokuwa mbali, japo kwa watu walioko karibu pia wanayo wengi tu. yeah, yeah, wakuta mahusiano haya hmm. ah. Ni kweli mahusiano ya mbali kidogo yanaweza kawa hayana afya, lakini kwa majibu ya mwanzo, mahusiano yenye afya tumepata. Lakini kwa hapa sasa, ndio tunataka tujue zaidi kwamba bana, unakuta watu wanaishi, unaona wapo pamoja, ndio tunataka kwa nini mahusiano yanakuwa hayana afya, pengine wana watoto kabisa, unaona hapo. E, ndio tunataka tujue, yani kwamba unakuta familia zina kwa hiyo ndiyo. Hayana afya. Ni kitu gani kinafanya mahusiano yale yanakuwa hayana afya? Pengine walishakuwa na watoto, pengine kabisa ni wana maisha, kinachosababisha yeah. Ni vitu hivyo ambavyo nimevisema, ni sawa na shamba. Yale mahusiano yanakosa nidhamu kati ya mume na mke au kati ya wale wapenzi. Mahusiano hayana nidhamu, mahusiano hayana heshima, hayana utii. Kwa hiyo tuseme kwamba anachokisema mume, mwanamke anashindwa kukitii. Mwanamke anataka kitu fulani, mwanaume anataka kitu fulani. Ndio, kwa hiyo pointi ni kwamba hawana hawana nini? Hawana nidhamu. hawana nidhamu. Nidhamu ikikosekana kwenye mahusiano, basi mahusiano hayo yamekufa. Nidhamu ni nini katika mahusiano? Nidhamu ni ile hali ya kutii kile anachokisema mtu wako au mpenzi wako awe mke wako, kile anachokisema basi unapokitii ile ni nidhamu. Labda shumu, mwanamke ameambiwa fanya kitu fulani alafu yeye akakaidi kufanya kile kitu, yule mwanaume hata kuwa ana mheshimu tena yule mwanamke, kwa sababu tayari mwanamke yule kashavunja utii kwa mume wake au kwa mwanaume wake. Kwa hiyo mahusiano anapokosa vitu kama hivyo tayari yanakuwa ni mahusiano yasiyokuwa na afya. Kwa hiyo nidhamu ni muhimu sana katika afya, sawa? Utii ni muhimu sana katika afya ya mahusiano. Lakini tukizungumzia mahusiano yaliyoko mbali na mahusiano ya karibu, kwa nini wale unakuta wapo karibu alafu wanakosa afya katika mahusiano yao? Mahusiano yanakuwa hayana afya, hayadumu, ugomvi usioisha, matatizo kibao kila siku. Shida ni hiyo, okay. Kwamba wanakosa nidhamu, hawana mawasiliano pia vilevile. Ndugu uh, mtangazaji, kuna matatizo mengi sana ambayo nayaona katika okay. nuru ya... Hmm. Maisha ya maisha nuru ya maisha katika mazingira ya afya mahusiano sijajua ni kitu gani, sijajua ni kitu gani, gani, ila ndo nataka nijue kabisa, kwa sababu <coughs> kuna migogoro mingi ambayo unaiona kwenye familia na nataka niijue, kwa maana ya kwamba mfano sababu gani ambayo inafanya mahusiano o sea, mm, ya nakosa nidhamu yanakosa heshima na, na utii, naitaka niijue hiyo sababu ili tuweze kuwaelewesha wa, watazamaji wa Sound of People. Safi, swali nzuri sana. Sababu ambazo zinafanya mahusiano yanakosa nidhamu, yanakosa utii, yanakosa heshima, sababu kubwa kabisa ni usaliti. Usaliti. Sababu ya pili ni kiburi Di. Kiburi na usaliti ni vitu ambavyo vinaua mahusiano kwa nafasi kubwa kabisa. <coughs> kiburi na usaliti Kiburi ni chanzo cha kukosa nidhamu, kiburi ni chanzo cha kukosa heshima, kiburi ni chanzo cha kukosa utii. Lakini usaliti pia vilevile vile ni sababu kubwa ambayo inafanya mahusiano ya kosa nidhamu, heshima. Ah, ashumu wewe mpenzi wako amekusaliti, utakua una mheshimu? Nimesaliti ukishakua sasa basi, hiyo ndo sababu kubwa pia ambayo inasababisha kukosa nidhamu kwao. Kama mpenzi wako amekusaliti tayari ameshapoteza nidhamu katika mahusiano yenu. Kwa wewe hautakuwa na mheshimu hautakuwa na nidhamu naye tena, lakini anapokuwa na kiburi au wewe unapokuwa na kiburi kama mwanaume katika mahusiano yako, hmm. mwanamke wako yule hawezi kukuheshimu kwa sababu wewe una kiburi hmm. Kwanza hautamsikiliza kwa kile anachokisema kwa sababu ya nini? Ya kiburi chako, utajiona wewe upo juu ya yeye manake ampeani nafasi eh, eh, kwamba unajua kwenye maisha ya kuna mwingine si si mwingine yani, kuna makabira yani, kusami, kuna makabira ambayo mm -hmm. pia hayo makabira hayawapi nafasi wanawake mm -hmm. ya kwamba labda ya kuongea chochote Yeah. kwamba ndio hili lakini, twende tu kwenye mada yetu kwamba usariti. hmm. ah, yani kwenye usariti hapo kuna sababu nyingi sana za mtu kufanya usariti. Usariti ni mada kubwa sana, kwa hiyo kwa leo sija sijaja kuzungumzia usariti. Usariti ni mada kubwa sana na hiyo ni mada nyingine kubwa, ila kwa leo mimi nimezungumzia mahusiano yasiyokuwa na afya na. Na ukaniuliza swali lako kwamba ni kitu gani kinachofanya mahusiano yakakosa afya, ndio nikakuelekeza kwamba kinachofanya mahusiano kukosa afya, cha kwanza ni kukosa nidhamu, ni kukosa heshima, ni kukosa utii. Lakini pia ukaniuliza swali lako kwamba je, ni vitu gani ambavyo vinafanya mahusiano kukosa nidhamu, au kwa nini mahusiano yanakosa nidhamu? Nikakueleza kwamba mahusiano yanakosa nidhamu kwa sababu ya vitu kama usaliti, usaliti. vitu kama kiburi, vitu kama jeuri, hivyo ni vitu ambavyo vinafanya mahusiano yanakosa nidhamu, yanakosa utii, yanakosa heshima. kwa hiyo tukizungumzia usaliti, usaliti ni wigo mkubwa sana na wigo mpana sana katika mahusiano. Okay. imebeba vitu vingi sana, ina sababu nyingi sana kwa nini watu wanasalitiana. kwa hiyo katika kipindi chetu kinachofuata tutazungumzia usaliti yeah. mm-hmm. Ko kwa, kwa leo tumezungumzia mahusiano yenye afya na mahusiano yasiyokuwa na afya, na kuna mtu anaweza akauliza kwamba kati ya mahusiano ya mbali na ya karibu ni mahusiano gani ambayo yana afya na ni mahusiano gani ambayo hayana afya, yeah, na afya. Yeah. Eh, yeah. Sasa jibu ni kwamba afya ya mahusiano haijalishi kwamba uko mbali au upo karibu. Mahusiano yenu yanaweza yakawa mbali, wewe ukawa Morogoro mwingine akawa Mwanza, lakini mahusiano yenu yakawa na afya, tena afya tele, ikawa kubwa, ikawa kubwa. Lakini unaweza ukawa naishi chumba moja na mpenzi wako na mahusiano mawas... mawas... nini yenu yakawa ya yakakosa afya, ehe, kulingana na vitu ambavyo tunazingatia katika mahusiano yenye afya na mahusiano yasiyokuwa na afya. Vitu vya muhimu ni nidhamu heshima utii, katika nini? Katika afya ya mahusiano. Kwa mahusiano yote yenye afya, unapokuta mahusiano ya mtu fulani yana afya, basi ujue mahusiano yale yamebeba heshima ndani yake, yamebeba utii, yamebeba nidhamu ndani yake okay, na uvumilivu, na uvumilivu yeah, lazima uwepo katika mahusiano kama hayo. Kwa hiyo okay, leo naona tuishie hapa katika kipindi chetu lakini kipindi kinachofuata tutakwenda kuzungumzia kuhusu usaliti, sababu zinazofanya watu kusalitiana ni nini, sawa, na namna pia ya, ya kuweza kuepuka usaliti. Kuna okay. vitu gani ambavyo unaweza ukavifanya ili kuweza kuepuka usaliti, tutakwenda pia kuzungumzia katika kipindi chetu kinachofuata cha nuru ya maisha. Ndugu watazamaji, nuru ya maisha mm -hmm mwangaza wa maisha yako. Sema usikike. Karibuni sana na asanteni sana.